Shukrani kwa wazazi na walezi wanaoleta watoto wao walelewe katika taasisi za kanisa, taasisi za misioni, kuanzia chekechea au awali kwenda shule za msingi, sekondari ili wafundishwe K kumi, ili walelewe katika K kumi na K kumi hizo huwa nazurudia kila wakati. K ya kwanza na ya msingi kabisa ni kumcha Mungu. Soma kitabu cha sira sura ya kwanza aya kumi na nne. Ke ya pili ni kusali. Soma kitabu cha kwanza, soma balo ya kwanza ya mtume Paulo kwa Tesalonike, sura ya tano aya kumi na saba. Ke ya tatu ni katekisimo. Soma kumbukumbu sura ya sita aya tano hadi ya tisa. K ya nne ni kuandika, soma sira na mbili, sura ya arbani na mbili saba. E, na jamii siku hizi ina matatizo makubwa katika k hiyo ya kuandika. Naona mtu anaandika jina la Mungu anazo na elfu ndogo mungu.

E, soma kusoma ni kutoka barua kwa ya kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya nne aya kumi na tatu. Kuhesabu, soma Zaburi ya tisini aya kumi na mbili. Kuhesabu ni kujua kuhesabu muda wako, miaka yako ya kuishi, kujua kwamba ni mifupi uweze kuitumia vizuri pia. Kwa hesabu unapomtolea Mungu, watu wajui kwa hesabu wanapomtolea Mungu, unapomtolea Mungu, maandiko matatifu anatwambia asilimia kumi, zaka asilimia kumi ya mapato yako, sadaka asilimia kumi, e, e, sijui lili e, mavuno Jua kuhesabu kwamba asilimia kumi ya mavuno yangu ja ya mshara wangu ya kumtoa Mungu ni kiasi gani. Basi nienda kigango fulani kakuta kikango fulani muumini anagombana walipomhesabia asilimia a ya mapato yake kwa mapato yake asilimia na mapato shakulipa shilingi elfu arobaini na nane ah, akagombana kabisa. Hapo watu wakamwambia tulipe asilimia kumi. Asilimia kumi ni ngapi? shilingi elfu kumi yetu ndi asilimia kumi elfu kumi kujua kwa hesabu mahesabu eh? Mm. Saba, kazi. Ke ya saba ni kazi, kilimo. Soma Methali sura ya sita aya sita hadi ya kumi na moja sura ya kumi aya nne kitabu cha Sira sura ya saba aya kumi na tano. Barua ya pili ya mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya 3 aya ya sita hadi ya kumi na tano. K ya nane kucheza kufurahi. Nashukuru mwalimu Delesela, kweli ni mwalimu eh. Eh? ametufundisha hiyo K eh? Tukacheza, tumeimba tumefurahi, sovu katoka eh? Hmm? Piga makofi eh? soma barua ya kwanza ya mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya tano haya kumi na sita K ya kumi ni kuwa na maadili bora usoma kitabu cha methali sura ya ishirini na mbili haya sita na K ya kumi ni kuwa mwaminifu. Na maandiko matakatifu yanasema ukitenda vitu kwa uaminifu utafanikiwa katika mambo yako yote. Soma kitabu cha Tobiti sura ya nne aya ya sita. Uaminifu kuanzia kwenye mambo madogo mapesa, kutunza mali za wengine, kwenda mambo makubwa. Uaminifu katika hadi za ubatizo, uaminifu katika magano ya ndoa, uaminifu katika viapo vya useja uaminifu katika nadhiri za kitawa. Napokuwa mwaminifu, maandiko matatifu yanasisitiza kwamba utafanikiwa katika mambo yako yote. Kwa hiyo uaminifu ndio siri ya mafanikio. Kwa hiyo tuwalee watoto wetu katika keizo kumi na tuweze kupata watoto safi wakijiunga na miti ya upadre miti ya utawa, na hatimaye waweze kutufikisha katika uzima wa milele, furaha wa milele kwa mbinguni.